Tuelekee kaunti namba 23 ambapo kama njia mojawapo ya kuimarisha amani miongoni mwa jamii hasimu za Wapokoti wa Turukana na Wakara moja wa Uganda, serikali ya kaunti ya Turukana pamoja na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yamezindua soko jipya la mifugo katika eneo la Loya. Wafugaji wa Kenya na Uganda watalitumia kunadi wanyama wao Wakitaka wafugaji kutumia fursa hiyo kufanya biashara halali. Cheboit Emmanuel ametuandalia taarifa hii akiwa Loya mpakani mwa Kenya na Uganda Amuja ni furaha inayosheheni hapa loya katika eneo la lorengipya eneo bunge la loima baada ya wakazi wa hapa kujengewa soko hili jipya la mifugo today we were launching this market because we want to enhance peace we want to enhance uh, interethnic interaction and cooperation and trade among these four communities that find themselves living along the border lines of kenya and uganda Wakazi wa Loya Turkana wamepakana na jamii ya Tepet Jie na Matenika wa Uganda na Pokot wa Kenya. Na licha ya kuishi kwa ujirani, wamekuwa wakiibiana mifugo kila wakatiwiththishat wehaveme waeohean ha able ili kuepusha mzozo kati ya jamii hizi, mkataba uliandikishwa na kutiwa sahihi mbele ya kadamnasi. Wafugaji wakionywa dhidi ya kuvamia wengine na mikakati itakayotumika wakati wa kuomba nyasi wakati wa ukame. So tumekuja kushuhudia leo resolution na watu wamekubali, wazee vijana na NGOs, tumekuja pamoja na tumetatua hiyo maneno ya free trade, kutoka hapa Lorengipi lo Loya mpaka Lale mpaka Uganda Moroto. The market will be opened but we, we, we have a few restrictions, we have some rules that we need to follow up when all the animals Kufunguliwa kwa soko jipya hapa Loya inatazamiwa kukuza biashara eneo hili, ikizingatiwa kuwa eneo hili la mpakani limebarikiwa na malighafi tele, ikiwemo madini ambayo yanafaa kuchimbwa.

Runinga ya Citizen, Loya mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda.